Ah, ndugu mtazamaji na msikilizaji wa vipindi vyetu vya YouTube channel. Naitwa Dr. Kahibi Bernard, daktari bingwa wa magonjwa ya uzazi na kizazi. Sasa leo naomba nikukaribishe kwenye mada nyingine inayosema je, chango inaweza likatibiwa kwa tiba za asili au chango linaweza lika, likafanyika kwa matibabu ya kienyeji. Kabla sijaendelea, hebu bonyeza kengele ya kitufe kinachoonyesha neno subscribe ili uweze kupata mwendelezo wa masomo mengine yatakayofuata. Sasa twende kwenye mada. Je, chango au PID inatibiwa kienyeji? Jibu hapana. Kwa nini ninasema hapana? Kama nilivyosema hapo awali, chango inasababishwa na maambukizi ya bakteria. Tena bakteria wenyewe niliwataja, mfano nikasema Neisseria gonorea anayesababisha kisonono, lakini pia nikataja bakteria mwingine anaitwa chlamydia. Lakini pia kuna baadhi ya bakteria wanaoishi kwenye utumbo mpana, kwa mfano utumbo mpana na, na, na, na utumbo mdogo, kwa mfano E. coli hawa wote wanaweza wakasababisha chango, na wakati mwingine chango linaweza likasababishwa pia na maambukizi ya fangasi. Wale fangasi nao, wajua, wakati mwingine wanapoweza kuingia ndani ya via vya uzazi na kufika mpaka kwenye sehemu ya mirija na mayai, basi wanaweza wakasababisha um, chango. Sasa nini kinachotakiwa kufanyika? Kwa hiyo kwa mtu anaye tumia tiba asili inaweza ikapunguza dalili lakini haizuii maendeleo ya ukuaji wa bakteria hawa kwenye kwenye via vyako vya uzazi. Kwa hiyo wewe unaweza ukawa unatumia dawa za kienyeji nyumbani Kumbuka kwamba dawa hizi zinaweza zikapunguza tu zile dalili za maumivu, lakini haziwezi zikazuia wadudu wasiendelee kukua. Kwa hiyo wewe unaweza ukaendelea na dawa, huku wadudu nao wanaendelea kuzaliana, ukipata nafuu ya muda mfupi. Na ndio maana tuna kushauri unapokuwa umethibitika kuwa, kuwa una chango tiba sahihi ni tiba ya kitaalamu kwa maana ya hospitali, na hii tiba sasa, mara nyingi tunaifanyaje? Kwanza, unapokuja kwetu kama wataalamu wa afya, lazima tutambue chango kwa dalili utakazokuja nazo. Hicho ni kitu cha kwanza wewe. Kwa hiyo, tutakusikiliza wewe, utatuelezea kwamba mimi ninaumwa tumbo la chini, natokwa na uchafu, uchafu hauna harufu, napata maumivu wakati wa kujamiana, napata maumivu wakati wa hedhi, hedhi yangu inayumba yumba. Hizo dalili zote tukizikusanya, basi kam, kama daktari atakuwa na mwendelezo mzuri wa kutafuta nini kinachokusumbua. Cha kwanza atakwenda kufikiria hilo ni chango. Na baada ya daktari sasa kugundua hicho nini, anachoweza kufanya daktari atakupeleka maabara. Maabara huko utafanyiwa nini, kama kuna uchafu unatoka basi tutachukua uchafu na ule uchafu utapelekwa kwa ajili ya kuoteshwa, kwa ajili ya kujua hasa ni bakteria gani aliyesababisha chango hili, kwa sababu kumbuka, kuna zaidi ya mamilioni ya bakteria, lakini sio kila bakteria atasababisha chango. Kwa hiyo tutajiridhisha kwamba chango hili linasababishwa na wadudu hawa na dawa tutakayokupa basi itakuwa ni dawa ambayo imethibitika kwamba dawa hii inamtibu huyu bakteria anayesababisha kisonono au dawa hii inamtibu huyu bakteria anayesababisha labda kaswende, vitu ambavyo vinaweza vikachangia kwenye magonjwa ya zinaa. Lakini ukiachana na hilo daktari atakupeleka kwa wataalamu wa atrasaundi, na kwa kawaida wataalamu wa atrasaundi wakienda kukufanyia atrasaundi vifuatavyo ni vitu ambavyo wanaweza wakaona. Kwanza kabisa kwenye ultrasound wanaweza wakaona kuna maji ambayo yamekusanyikana kwenye tumbo na chini, lakini pia kuna wakati ultrasound huwa inaona ile mirija ikiwa imevimba, na wakati mwingine kama ina usaa. Uh, ultrasound hii itaweza kutambua kwamba una changamoto hii, na baada ya kupata sasa mkusanyiko wa, wa, wa, wa vipimo hivi ambavyo daktari wako amekufanyia basi atakupatia matibabu yafuatayo. Kwa kawaida, kama hautakuwa na uwezo wa kufanya hicho kipimo cha kuotesha, mara nyingi huwa tunatibu kwa dawa tatu, na dawa hizi tatu ni antibiotics. Antibiotics hizi ambazo zinaweza zikatumika, inaweza ikatumika dawa inaitwa metronidazole na jamii zake inaweza ikatumika dawa inayoitwa doxy au tetracycline na jamii zake. Unaweza pia ukatumia dawa za fluoroquinolone, kwa mfano ciprofloxacin, na hapa itategemea na ukali wa dalili, kwa sababu kuna wengine anakuja dalili zimekuwa kali mpaka analazwa, na akilazwa, tutatumia dawa za sindano. Lakini kama changamoto yako haihitaji kulazwa, basi matibabu yake huwa yanaenda siku kumi mpaka kumi na nne, na changamoto ikiwa kubwa sana, tunaweza tukaenda mpaka siku ishirini na moja tukiwa tunatibu hilo chango. Kwa hiyo cha kukushauri tu ni kwamba tiba asilia haiwezi ikaua bakteria wanaosababisha chango. Ni tiba ya hospitali tu itakayokusaidia wewe kuweza kuondokana na changamoto hii. Sasa kama umejifunza na umenielewa, Naomba usisahau kusubscribe youtube channel yangu pale chini, utaenda utakutana na kipengele, bonyeza pale kipengele, kitakuandikia neno subscribe. Lakini share kwa mtu unayempenda pia, ili tuweze kujifunza kwa pamoja, kwa sababu kinga ni bora kuliko tiba. Asante kwa kunisikiliza, karibu tena kwenye kipindi kingine kitakachofuata.